Uh, okay. Welcome back to my YouTube channel. My name is Black Star Music TZ, producer from Golo Sound Music. Uh, nipende kukaribisha wewe mdau mfuatiliaji wa tutorial zangu za FL Studio. Uh, leo nataka nikuelekeze jinsi ambavyo unaweza uka make a beat ambayo iko na feelings. Uh, iko pia na vibe ya kutosha. Uh, sio beat ambayo imepoa sana wala sio beat ambayo imechangamka sana niz uh, ni, ni jinsi ni ni uh, gani ambavyo unaweza uka make beat za namna hiyo au muundo kama huo. Cha kwanza ni kuweka tempo ambayo we mwenyewe unaweza uka appreciate kama producer. Yes, kama kawaida yangu nanzaga sana kutafuta codes kuliko kitu kingine. Yes, plugin ambayo nita used leo itakuwa ni hyper covers kwa wing sana, nitatumia hyper covers. Yes, hyper covers nitatumia kwa wing sana tu, so kidogo. Kwa hiyo nitaanza na codes, nitapiga, nitaanzia sita. Hapo sita itakuwa ni minor codes Minor chords. No. Kama hivi. Kwa hiyo ni hii ni minor chords ina sound kama hivi. Yes, ah, ni chord flani ambayo iko iko safi sana. Au au iko poa. Kwa hiyo unaweza nikajazia kwenye interval za bass ili niweze kupata bass kwenye chord yangu kama hivi. Kwa hiyo naweza yes kitu cha pili kila producer huaga anakuaga na vitu vyake ambavyo vinamwongezea feelings kwa vile jinsi ambavyo anatumia naweza nikatumia hii hii ni konga kwa wale wanaopiga muziki ya zuku sana najua wanaelewa namna gani na kutumia hizi konga kwao naweza nikapiga hivi kama hivi k Yes, naweza nikaweka kama hivyo. Nitaenda haraka haraka speed ila najua tutaelewana. Baada hapo nitaingiza kwenye upande wa mixer track na nitaiwekea reverb kama hivyo. Baada ya kuweka reverb nitakuja kwenye upande wa plugin nyingine ambayo ni toxic. Hii ni plugin ndani ya FL. Nitakuja kwenye pad. Nitakuja kwenye Angels pad kama hivyo. Kwa hiyo nitakuja kwenye hii hii kodi yangu nita kopi nitapesti hapa kama hivi, kwa itakuwa ina sound. Yes, kila mtu yuko na na, na jinsi anavyopiga. Hapo nimepiga vitu vitatu, nitakuja tena kwenye hypercovers kama nilivyokuambia, nitatumia sana hypercovers nitakuja kwenye gita, nitakuja kwenye muted gita kama hivi, afu nitapiga kama hivi.

Yes, kama hivyo. Baada ya hiyo nitakuja kwenye upande wa uh, gita yes. Gita nitatumia gita light hapa, nitapiga kama kawaida, kama hivi, piga kama hivi Hizi ni melody, jinsi ya kutafuta melody. Kwa hiyo unaweza ukaa unaangalia kwa makini sana jinsi ambavyo melody zangu nazitafuta. Yes, naweza nikapiga kama hivi. Kwa hiyo inaweza ikaa ina sound hivi Kama hivyo, hiyo ndo melodi yangu ambayo itakuwa ina sound kama hivyo. Kwa kama melodi yangu itakuwa ina sound kama hivyo, naweza nikaongeza kitu hapa ambacho labda, let's say niseme, sasa kwenye upande wa melody nimemaliza, nije kwenye upande wa drums. Kwenye upande wa drums, naweza nikaanza na kiki Yes, alafu nikapiga kama hivi. Kiki nikapiga kama hivi. 1 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4. Yes, kama hivi. Kwa inaweza ikae na sound hivi kama hivyo, naweza nikaadi, pia nikaadi na track nyingine, nikaunda percussion kama nika snare hi-hat. Yes, naweza nikatu, oh sorry, naweza nikatumia hii hapa, naweza nika nitumia nika... nini kwenye hii hobit Okay, naweza nikapiga kama hivi. Yes, kama hivyo, pia nikaja kwenye upande wa drums nyingine, nikachagua kachagua clash hata hii hii ni clap so clash clap kama hivyo, kwa ikawa ina sound hivi. Yeah, kama hivyo. Yes, kwa hiyo naweza nikaja pia kuchagua rim rimshot kwenye hizi huko drums hapa. Hey, nikaweka hapa, nika copy nikaja kupesti hapa. Nitaenda chapchapu kama jinsi ambavyo na, naona yes, nikichanganya pamoja na kiki. Yes, it's an amazing voice. He's amazing sound so very slow. Kwa hapo naweza nikatafuta kitu kama hiki, na kabla ya hiyo nitakuja kumalizia mizunguko kwenye vitu vyangu huko. Nitaanza na hii hivyo mpaka tano, nitakuja na hii mpaka tano, nitakuja kwenye gita mpaka tano Yes, mpaka tano pia hapa pia. Yes, kama hivyo, kama hivyo. Alafu nitakuja na kwenye hii hii, nitaisikiliza maana naona kama kuna vitu vimeingiliana hapa. Nitasolo alafu nitapiga. Yes, kama hivyo, ni hivyo hivyo, nitamalizia pia kama hivyo koo, nikipiga pamoja na, na nikipiga pamoja na drums itakuwa na sound hivi. Yes, baada ya kumaliza sasa naweza nika nikarudi kwenye melody nikaja kwenye hapa nikafuta hivi nikaja hapa nikazigawa, yes, kama hivyo afa, nikazipanga kama hivyo kwa sasa naanza kutafuta, kutafuta intro kama hivi, nitasave kwanza, alafu ndo nitakuja kwenye kutafuta intro. Kwenye kutafuta intro uh, ni kulingana pia idea na idea yako ambayo upo nayo hivi ambavyo unataka sound Unaweza ukaweka hizi hivi vyote vile ambavyo unataka sana. Kwa hiyo naweza nikavuta tu hivi kama hivi, mm, mm, yes kama hivi tu, kwa hiyo inaanza inarudi tena ile ile, kwa hiyo inakuwa daba. Nisikize, inarudi hapa, acha ivute kama hivyo, inarudi tena kama hivi. Kwa hiyo inakuwa ku, naweza nikaikati na nikaipestia kwenye layer yake, ili niweze kuipanga. Naweza nikaja kuikati, naweza nikaja pia kuipesti kwenye layer yake kama hivyo. Kwa nitaipanga sehemu ambazo nazinahitaji hapa na hapa, ni na namba nane. Hii pia hii hii limshoti nitairudisha nyuma kama hivi, alafu itakuwa ina sound hivi. pia inaweza ikashuka. Kuna sehemu fulani hivi, nimeona kama hapa naweza pakashuka, hapa pakawa mm. hivi na hapa pia pakawa hivi, kwa inaweza mm. Sasa ni wewe jinsi ambavyo na kwenye intro tu hapa naweza nikaweka kwanza clash au club kutofautisha sehemu ya kwanza na pili kama hivyo. Kwa hiyo naweza kaja sasa, inabidi niweke kitu ambacho pia kinanda, ambacho kitatofautisha ni kinanda gani. Naweza nikaweka tu gita nikavuta nyuzi tu ja, ja, ja. Yeah, exact za amazing sana nakuwa producer ni kazi ambayo naipenda na nailike kwa sababu iko na vibe nifanya, na nifanya ni feel good yani. Nisiwe kinisikae kinyonge kwa naweza nikaweka gita halafu nikavuta news kama hivi karudisha kwenye pattern ya chords. Kama hivi nikawa nikaweka interval nikapandisha news kama hivi afu nikapiga

inarudi tena hivi, tunaikopi tunaihamisha tu kama kawaida. So kinyonge na tukai kinyonge hafo, tunarudi hivi, tunarudi kishindo moja, mbili, tatu, tunapandisha inarudi... Kama hivi, na kwa sababu kompyuta yetu ni nzito na tumelizia kitu ambacho tumekifanya, aa, tuta cut, no, tutakati yes, kama hivyo tutakuja kupaste hapa, na kwa sababu tumelizia. Baada ya kupaste, tutaipanga kwa sababu ni hapa, tutairenda. Tutakuja hapa, tutapiga render and replacements, tutapiga okay, kama hivyo itakuwa imemaliza na kwa sababu uh, kompyuta yetu ime ime imeanza kupata na cash kulingana na vile jinsi ambavyo inapiga kazi nini. Uh, naona naona tuishia hapa kwa leo, kwa siku nyingine. Kwa wale ambao wanahitaji jinsi ya kupiga beat zaidi mwanzo mpaka mwisho, weka komenti yako nijue kwamba kuna watu wanahitaji kupiga beat mwanzo mpaka mwisho na jinsi ambavyo unaweza kwa mix beat yako na kufanya mastering, weka komenti yako neto. Black Star Music TZ produced from Golo Sound Music. Nikumbushe kusubscribe ku like ku share na ku comment my video chao. Ah, nitakuwa sina cha ziada cha kufanya, ni kusikiliza beat na kukutana kwenye kipindi kingine chao.

Kabla hatujamaliza unaweza ukaipa hii biti, iko slow sana, ipo kinyonge, haina haina vibe, haina distortion kutusha, ya kutosha, haijachangamka, ila ni beat ambayo ikichangamka inaweza ikakaa poa sana. Kwa hiyo cha kufanya kwenye kuichangamsha beat, weka distortion. Naweza nikatumia stand good, nikaweka distortion, nikapunguza kiwango kama hapo, na beat imechangamka, yeah. Thabiti baada ya kuweka distortion mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Black Star Music TZ producer, fungola sound music chao